Majina naitwa Mohamed Haji, ni mkurugenzi wa taasisi ya Twende pamoja na mama na ni mkurugenzi wa makondochi vila. Ni kushukuru mwenyezi Mungu, leo tulikuwa hapa kwa ajili ya kufunga mahafali ya wanafunzi wa ambao wanamaliza shule Paul Makonda. Ni kushukuru mahafali hayo yamemaliza salama, na ni kumshukuru mwenyezi Mungu tena kwa mara nyingine kwa sababu kwa vijana hawa wamesoma miaka minne hapa kwa mazingira magumu sana, lakini leo wametoka na kitu kizuri. Unaona wanafunzi wanatoa vitu ambapo ni kiingereza kizuri ambacho kinazungumzia masuala ya elimu, utalii kwao. Ni kumshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan jinsi gani anapoendelea kudumisha elimu na kuona kwamba elimu ni tija kwa ajili ya maisha ya baadaye kwao. Ni kumshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan, na mimi kama mkurugenzi wa taasisi nimeahidi kwa ajili kwa ajili asaidia kuwajengea uzio huu kwa sababu tu ya kulinda maadili ya wanafunzi hawa. Leo ni kusema kweli, ni jambo la furaha, na kwa kweli mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, na nadhani kwa leo hakuna mengine isipokuwa ni kumshukuru. Asanteni sana. <coughs> Mapinduzi. CCM kwa upande wa taaluma na michezo, i nitumia fursa hii kuwapongeza Samoga na madamai mnafanya vizuri sana katika kusimamia taifa, lakini pia nipongeze idara ya michezo inayoongozwa na Shabani hi liifanya vizuri basi. Kwa salamu hizo, kupi ni watakie mahafali njema na kila la heri wa hitimu wetu katika mitihani yenu ya taifa. Kwa Makonda oye, kidumu Chama Cha Mapinduzi! <inaudible> <inaudible> asanteni sana. <Mita inaudible>